uliowataja unadhani wanaweza wakavivaa viatu vya Fabrice, Rwamba, Ngoma ndani ya kikosi cha Simba Sports na mambo yakawa shwari kama yalivyokuwa awali? Ya, unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Uh, kwanza Fabrice, kama Fabrice kwanza, nimzungumzie Fabrice mm, kabla kama. we, of course ni mchezaji ambaye ni mchezaji mzuri mm. Uh, lakini ameshafika kwenye piki ya ubora wake na hana tena kingine ambacho angeweza kuikiofa kwa, kwa Simba katika misimu inayofuatia hata kama angesema abaki au viongozi wangembakisha hilo la kwanza. Kwa hivyo ni mchezaji ambaye Uh, ameshawahi kufanikiwa kwenye maisha yake ya soka, amewahi kutoa mataji ikiwemo kombe la shirikisho barani Afrika akiwa na Raja Casablanca, lakini ameweza kucheza fainali tatu akiwa... nafikiri ni mchezaji pekee kucheza fainali tatu akiwa na vilabu tofauti vitatu uh, katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Amecheza na Vita Club, amecheza na Raja, ameweza kucheza pia na na Simba, Simba Sports Club, umeelewa, na amekuwa captain katika michezo mbalimbali ya Simba Sports Club Unajua, Fabrice Ngoma kiasili n ameshawai ame kutumika katika maeneo yote ya kiungo, of course akiwa Vita Club amewahi kutumika kama kiungo e, nyuma kuna viungo lakini, uh, pia kutumika kama kiungo mkabaji akiwa Raja Casablanca. Lakini vile, vile amewahi kutumika kama kati au box, to box midfielder. E, lakini naona e, ni mchezaji ambaye kuna vitu vingi sana pale Simba vilikuwa vina, vina kulikuwa kuna udhaifu fulani kwenye eneo la kiungo la Simba kutokana na aina ya pea ambayo Simba walikuwa wanaitumia kwenye, kwenye eneo la kiungo unaelewa. Kwa sababu ya uwepo wa Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma, unaelewa, ni viungo ambao wanakaa, wana, wanaseto eneo moja yani hawarom. Na tukija kiufundi ni kwamba unavyocheza na timu nyingi zinavyo approach Simba zinavyo approach Simba manake zinakuwa zinakaba kwenye mid block, nimeshazungumzia mara kibao zina set uh, structure yao ya kiulinzi kwenye mid block, manake wanajaa zaidi eneo la katikati kwa namba kubwa. Kwa hiyo unapokuwa na viungo wawili ambao necha yao ni kucheza karibu na safi ya ulinzi, manake unajitengenezea mazingira ya kuwa wengi zaidi kwenye eneo lako la build up, manake wa, mabeki wanne maybe na viungo wawili, mnakuwa takriban wachezaji sita nje, mbele wanabaki wachezaji wanne tu. Inakuwa ni ngumu sana ku kuifungua kui ile defensive block ya timu pinzani kwa sababu hakuna yule kiungo ambaye anaweza akatafuta solution pindi ambapo uh, katikati pamekuwa pagumu sana kupitika. Sio, umeelewa? Okay. Kwa hiyo muda mwingine Simba approach yao kubwa ambayo Fadlu nao alikuwa anaitumia ni kujaza namba kubwa kwenye, kwenye build up phase, maana yake kuikaribisha timu pinzani kuweza kusogea na kupress, then baada ya kupress, wao watajaribu kucheza kwenye ile pressure na kutengeneza nafasi nyuma ya safu ya kiungo ya timu pinzani au nyuma ya safu ya ulinzi kwa sababu timu nyingi zinakuwa pia zipo kwenye high defensive line. Sasa, uh, Fabrice Ngoma alikuwa anafanya eh, Simba inakuwa inakaa ina, ina, ina, ina, ina, ina kwa idadi kubwa kwenye eneo lake, mm-hmm, na kutumia muda mwingi kupiga pasi alikuwa muda mwingine anajaribu kuattempt zile break line pass kwa ajili ya ku progress mipira kwenda mbele baada ya kukosa solution ya moja kwa moja akikutana na timu yenye viungo wengi katikati, lakini mara nyingi pasi zake zimekuwa zikipotea, zikipotea na zinavyopotea kwenye mazingira kama hayo zinaenda kupelekea turnover ya kuweza kupatikana kwa, kwa bao. Umenielewa? Lakini uh, matendo yake alikuwa mda mwingine ni yako taratibu mno, yani huko slow kuna baadhi ya nyakati na maamuzi yake muda mwingine anachelewa kutokana na nafikiri ni kutumika kwa wake ni mchezaji ambaye ameshatumika sana, ni mkongwe. Kwa hiyo kuna baadhi ya mechi pia amehusika moja kwa moja kufanya makosa ambayo yamezalisha bao. Kwa mfano mchezo dhidi ya Azam FC katika sare ya mabao mawili kwa mawili aliweza kuchoma eh, na uchomaji wake ukapelekea kuzalisha bao, si ndio? Okay. Kwa hiyo ni kwa sababu ya haya ambayo nakwambia. Sasa ukiniuliza kwa mfano kama pale Singida Black Stars mm. kwa sababu ya performance ambayo wameionyesha, E, kwa mtu kama labda nani, kwa mfano pale. Maana wengi wanaamini kwamba labda ni Morris Chuku mm, lakini kiuhalisia Morris Chuku ni mchezaji mzuri, lakini kwa sasa hivi ilipofikia Simba Sports Club haihitaji wachezaji wazuri, kwa sababu Simba Sports Club tayari wachezaji wazuri wanao. Simba haihitaji wachezaji wazuri, Simba inahitaji wachezaji bora. Maana hapo kuna vitu viwili tofauti, kuna wachezaji wazuri na kuna mchezaji bora wakina Debra Fernandez wakina Kagoma wakina... wote ni wachezaji wazuri, ila wachezaji bora. Sasa tofauti bora manake, ni nini yani, bora maana yake ni, kwa mfano wewe ni mzuri kwenye kupika, si ndio? ila mtu akikuzidi wewe kwenye hiyo kazi anakuwa bora zaidi ya, sio. Unielewa point yangu. Yani kwamba Simba wana wachezaji wazuri, ila wengi wao sio bora, kwa sababu kuna walio ambao kuna katika ligi hii hii na katika timu kubwa ambazo wanashindana nazo kuna wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo ambayo wachezaji wa Simba wanacheza, ambao ni wazuri zaidi ya wachezaji wa Simba, kitu ambacho ndo mistake ambayo Simba wanafanya. Wasisajili wachezaji wazuri peke yake, wanatakiwa wasajili wachezaji bora. Nimetoa definition ya wachezaji bora na of course. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naweza kusema Morris Chuku ni mchezaji bora, ni mchezaji mzuri lakini sio bora, kiwango cha kucheza katika klabu ya Simba. Simba inahitajika wachezaji ambao wanaweza kurevolution kuleta kurevol... mapinduzi kurevolutionize kitu ambacho kwa sasa kipo na kuja na kitu kingine kizuri zaidi au bora zaidi. Na of course, kwa mapendekezo yangu mimi natamani Simba wapate box to box midfielder complete central midfielder mzuri design kama ya Mohamed Zograna eh, Ismaila Sidibe, yani Sumaila Sidibe ambaye anacheza katika kikosi cha RS Berkane. Lakini hawa wawili of course ni untouchable manake Uh, wote hauwezi ukasajili kutokana na viwango vyao, lakini kutokana na aina ya timu ambazo wanacheza, bajeti yao, hata kama ukisema ujaribu itakukost. Amenelewa, lakini toka ni uh, uh, uh, tok yani, toka Simba ikose huduma ya Muzamiru Yasin, uh, imekuwa ikipata shida sana ku ku, ku, ku, yani, ku break ile kiungo chao kwenda mbele mchezaji ambaye amekuwa akiofa energy maeneo yote ya uwanja kama ambavyo walikuwa na offer Muzamiru Wasini. Ndio kitu ambacho kinapungua katika kikosi cha Simba, sio tena defensive midfielder. No, kinachopungua ni kuwa na, eh, central midfielder au box to box midfielder ambaye ana uwezo wa kushambulia anapohitajika kufanya hivyo, ana uwezo wa kurudi kwenye defensive structure na kusaidia kulinda pindi inapohitajika eh? na mchezaji huyo ambaye nahisi fi, na ana fit zaidi ambaye naamini ni bora na atakuja kuwa mzuri kuliko wachezaji wote wanaocheza kwenye hilo eneo anaitwa Linda Mtange, Linda Mtange. Of course Linda Mtange ambaye anacheza katika kikosi cha Eagles du Congo ambao ndo wamekuwa mabingwa na wamewasurprise watu wengi barani Afrika, wamekuwa wamechukua ubingwa wao wa kwanza kihistoria, yani for the first time ever ev eh? mfukia... Jamhuri ya Kidemokrasia ya yeah, Kongo na waliweza kupata ubingwa baada ya kutoa ba sare ya bao moja kwa moja katika mechi yao ya mwisho ya Linafoot dhidi ya tipi Mazembe. Huyu uh, jamaa ndo anacheza katika hicho kikosi ni bonge moja la uh, midfield umenielewa? okay. uh, of course amesha-ameshapitia kwenye makuzi ya soka la vijana, maanake anafahamika kwa sababu alicheza kwenye ile michuano ya, ya, ya Unifac Uh, ambayo ilifanyika Equatorial Guinea na yeye aliweza kufunga bao katika mchezo wa Desemba 15 ya mwaka 2020 dhidi ya Cameroon. Maanake alifunga bao na kuisaidia timu yake kuweza kutoka sare ya bao moja kwa moja ma, maanake tayari uh, kuna kuna ile ushahidi wa moja kwa moja kwamba huyu mchezaji ni mchezaji ambaye amepita kwenye misingi ile inayohitajika ya, ya soka na kipindi hicho alikuwa anahudumu ana katika kikosi cha Dolphin Noir uh, Dorfin Noir de Goma. Hapo tuchai kuzungumzia hii timu kipindi tunamzungumzia yule mchezaji wa ambaye anahitajika na Simba naye anaitwa Age Basiala. Basiala. Eh, Tulizungumzia sababu naye aliwahi kupita lakini miaka ya nyuma. Na ukitaka kujua balala huyu Linda Mtange. Ukitaka kujua balala huyu Linda Mtange. Muulize uh, mshikaji mmoja anacheza Dodoma Jiji anaitwa Mbwana Kibuta. Hmm. Muulize Mbwana Kibuta amecheza naye pale pale Dorfin Noir. Eh, hey, muulize bwana huyu dogo vipi atakwambia balala lake ametoka pale amejiunga na uh, Heart of Work. Of course, Heart of Work pale alifanikiwa kudumu kwa misimu miwili katika kipindi ambacho Heart of Work walikuwa wanapitia changamoto kubwa sana ya kifedha sana, kwa sababu alicheza pale ndani uh, ya msimu wake wa kwanza wote, hakufanikiwa kumaliziwa ile sign fee yake, lakini bado aliweza kuprotect ile image ya klabu kwa kusema kwamba, uh, hakuwahi kugomea mechi yoyote, lakini wala hana shida na hiyo, atacheza na ikifanikiwa klabu kupata mapato ataweza kurudishiwa mapato yake, sababu kulikuwa kuna hizo tetesi kwamba amegomea michezo na nini na vitu kama hivyo, lakini yeye ya alikuja kukana na alidumu pale kwa misimu miwili, alicheza wa michezo hamsini na moja na kufanikiwa kufunga mabao nane na asisti nane. Eh, ba, kabla ya kuhamia katika kikosi cha Eagles du Congo msimu huu uh, ambao umemalizika na all the way ameenda kuisaidia timu hiyo kuweza kutoa ubingwa wao wa kwanza kihistoria na sio tu ubingwa wao wa kwanza kihistoria, by the way, wamekuwa wakigawa dozi nzito nzito kwa timu kubwa. Wameshamfunga DC Motema Pembe mabao manne kwa moja, amemfunga Vita Club mabao matatu sifuri, TP Mazembe ashakula tatu sifuri kabla ya mara ya mwisho kula kutoka sare ya moja moja. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni timu ambayo haikubahatisha tu; ilikuwa inatoa vichapo na yeye ndo alikuwa most performing player, eh, pamoja na bwana mdogo mmoja mmoja anaitwa Ibrahim Matobo. Wanaofuatilia ligi ya DR Congo lazima watakuwa wanamjua ya yeah, kwa nini nimeshauri nime huyu ndo awe mbadala wa Fabrice Ngoma? Of course naamini kabisa kipindi Simba wanamsajili wana, wana Debra Fernandez walikuwa wana, wana, wana yani kitu ambacho Simba walidhani Debra atakuja kukiofa ndo kitu ambacho mimi naamini huyu Linda Mtangi ataenda kukiofa katika kikosi cha Simba. Don Linda Mtangi, Don Linda Mtangi, eh, bwana huyu jamani, anajua vibaya mno, of course mimi uh, sina namna nyingine ya kuweza kuishauri Simba Sports Club kusajili zaidi ya kutumia platform hii ambayo ni nayo na Mwenyezi Mungu amenijalia uwezo wa kuelezea. Kama watasajili mchezaji mwingine it's fine. Mimi sina shida, lakini in case wamesajili mchezaji mbovu wakati nimeshataja mchezaji mzuri, then itakuwa disappointment. Umenielewa? Lakini ni kwamba kwanini, na, nataka nitoe sababu za kiufundi kwanini naamini Linda Mtange ni mchezaji mzuri ambaye anaweza kufiti katika system ya Simba Sports Club. Kama nilivyotoka kukwambia Simba wanakosa aina ya midfield ambaye ana ana progress mipira kutokea eneo la chini kwenda mbele. Hicho kitu wanakikosa. Huyu jamaa ndo mtu mzuri, ndo mtu sahihi zaidi. Umeelewa? Maana yake ukiachana uh, okay, na jinsi ambavyo wana uwezo wa kurudi chini kufanya build up kwa sababu ndo central midfielder kazi yake, lakini vile vile uwezo wake wakuru... uwezo wake kutafuta solution pale ambapo wanakutana na timu ngumu ambazo zimekabia kwenye mid block ni mkubwa, kwa sababu kwanza, anaweza aka progress mpira kwenda mbele kwa kutumia uwezo wake mkubwa wa kupiga zile forward passes, lakini kama haiwezekani eh, kama teammates labda wamefichwa, wamefanywa shadow mark, labda timu pinzani imekaa kwenye defensive structure katika namna ambayo timu eh, timu inaomiliki mpira haiwezi ku progress, yeye binafsi ana uwezo wa ku drive mpira kutokea eneo la kiungo menelewa kuvuka eneo la mpinzani, yani kuvuka eneo la kiungo la timu pinzani kwa kukokota mpira na kuingia kwenye maeneo ya hatari. Na anavyoingia kwenye maeneo ya hatari, of course jamaa anabadilika completely, anakuwa kama either winga au anakuwa kama kiungo mshambuliaji asilia, kutokana na uwezo wake kwanza mkubwa wa kufanya attempt, maanake ana uwezo mzuri wa kupiga lakini ana IQ kubwa anapofika eneo la mpinzani. Uwezo wake wa kusoma wapi kuna space na kufanya movement nyuma ya safu ya ulinzi especially kwenye maeneo ya half space inampa advantage na kuweza kuscore magoli mengi sana kwenye kwenye kwenye hilo eneo. Of course ka ka review mchezo ambao walishinda. Igos know walishinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Tanganyika FC Tanganyika. Alifunga mabao yote mawili ulinzi wa Mtanga. Bao moja alifunga akiwa kwenye half space lakini bao moja sifuri, kuna mechi walishinda bao moja sifuri dhidi ya Vita Club a aliweza kufunga bao akiwa kwenye maeneo ya half space. Umeelewa? Ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri sana wa waku, kusoma wapi kuna space katika maeneo kama hayo na kuweza kuscore. Lakini katika mchezo huo huo pia sio tu kwenye half space ana uwezo wa uh, kujua wapi kwenye eneo la mwisho kuna uh, kuna gap la yeye kuweza kufanya movement au kujiposition na kureceive mpira na kuscore. Kwa mfano katika huo huo mchezo ambao nimekuambia amefunga mabao mawili dhidi ya FC Tanganyika, bao la pili alifunga akiwa kwenye eneo la kati. Kama ni mshambuliaji wa kati vile anatapi ni mpira na kuweza kuisaidia timu yake kuondoka na ushindi wa mabao mawili kwa, kwa moja sawa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ata offer hicho kitu, kwamba ata progress mipira na anapofika eneo la mwisho, kama kutakuwa kuna uzembe kwa viungo wa shambuliaji au washambuliaji wake, kuweza kuscore yeye mwenyewe single-handedly anaweza akafanya hilo jukumu na kuweza kuprovide mabao. Lakini, actually, ambayo alivyo ana other tactical abilities, mfano es, e, uwezo wa, kufu, wa, ku, wa kutumia mipira set piece umeelewa? Yes, of course katika mechi ambayo nilikuambia wameshinda mabao manne kwa moja dhidi ya DC Motema Pembe. Bao la tatu la Eagles du Congo alilifunga yeye kwa mpira wa free kick. Bonge moja ya free kick, Panenka sio Panenka. Yaani mpira hujapigwa kwa nguvu kwa shuti no, umechopiwa tu na kipa na kipa anaouona huo unaingia, lakini ni wa free kick amefunga hivyo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uwezo huo, umeelewa? Kitu ambacho nakiona kutoka kwake ni aina yake ya uchezaji kwa kwa, kwa jinsi anavyocheza. Kwa mfano, nikitaka kumfananisha na mchezaji wa Ulaya ni design kama ya Vitinha. E, wa PSG e, yani ni mchezaji ambaye ana hiyo nguvu ya kuweza kudrive maeneo yote, maanake anaweza akatoa supportive defense, uh, support kwenye defensive structure akarudi chini kuzuia akacheza kwenye pivot na kutengeneza uh, nguvu kubwa ya kiulinzi, lakini vile vile anavyofika kwenye eneo la mpinzani anakuwa balaa zito, umeelewa. Uwezo wake wa kukokota mpira kuingia kwenye eneo la hatari na kufanya attempt nje ya box ni la kiwango cha hali ya juu. Umenielewa, alifunga bao la design hii dhidi ya Rangers AC kutokana na uwezo wake huo huo, anakokota anaingia ndani, anatumia mguu wa kulia, anaingia ndani, anakaa anajiposition kwenye maeneo ya zone of 14 eneo la mbele kidogo ya box pale, uh, na ku strike na kuweza kufunga. Umeelewa, ni mchezaji wa aina hiyo. Ile energy ambayo atai provide kwenye team ina in, in, in, in, in, especially kwenye eneo la kiungo inaenda ku transform completely jinsi ambavyo Simba imekuwa ikistruggle msimu huu. Umenielewa? Maana ukizuia kwa namba kubwa, yeye anaweza akatafuta solution. Ana uwezo wa kudrive mipira, kupiga pasi kwake ni uh, yani uwezo wake wa kupiga pasi ni mzuri, uwezo wa kukaba ni mzuri, lakini ukiwa ukihitaji -uki, -uki, mtu ambaye ana progress mipira yani anato, anana, anana, anana drive team kutoka kwenye eneo la midfield, maeneo ya chini kwenda eneo la mwisho, huyu jamaa ndo mtu sahihi. Si umenielewa. Na of course yupo kwenye nomination ya kuainia tuzo ya mchezaji bora na by far ndio mchezaji bora kwenye kikosi cha Aigles du Congo. Kama alivyokuambia alikuwa na partnership nzuri sana na Ibrahim Matobo. Hiyo duo Ibrahim Matobo ni pia. Kwa hiyo kwa upande wangu kama ningeambua katika hiyo timu ni suggest wachezaji gani wawili wa kusajiliwa ningesema Ibrahim Matobo pamoja na eh, Linda Mtange ndio wachezaji ambao wamekuwa na hiyo performance. Na ni mzuri ni ni, ni bahati nzuri pia ni consistency ana consistency wa kiwango chake, ana mwendelezo bora wa kiwango bora katika timu ambazo wamecheza kuanzia Dauphin Noir, amepita pale Hearts of Oak na hukote, amekuwa amekuwa key player katika katika timu zote ambazo wamecheza. Sawa, na ni captain, maana yake amecaptain timu ya Eagles du Congo kuweza kutoa ubingwa wao wa kwanza kihistoria. Umeelewa? Sasa huyu ndo mchezaji sahihi wa Simba kumsajili, wa Simba kumsajili katika eneo la kiungo, kwa sababu Simba wanachohitaji si mchezaji tu wa kiungo mzuri, wanahitaji mchezaji ambaye tatizo la msimu uliopita atakuja kulitibu na miongoni mwa tatizo ni pamoja na kupoteza sana mipira kwenye eneo la build up, kwa sababu ya kustiki kwenye lile eneo. Yani, mtu anakosa solution, akipigwa pasi kwenye pressure, solution yake ni kutani nyuma, kupiga kwa Chemaloni. Chemaloni akipressiwa, ya solution yake kutani kupiga kwa goalkeeper, pin pin Kamara. Baadaye wakiwa wamewekwa kwenye trap wanachoma, wanafungwa. Huyu anaweza ku, ku, ku, ku resist ile pressure, maana yake unaweza ukampigia mpira kwenye kwenye pressure, kutokana na uwezo wake mzuri alionao mguuni akaibit kuibiti, hiyo ni Kiingereza, kwa Kiswahili chake ni kama kuitoka kui kui kuiondosha. Maana yani, maanake umekuja kumpress, anakupiga chenga, anakutoa kwenye, na, kwenye nafasi nyuma yako, kuna baki space, ana progress mpira. Akija wa pili anafanya the same, anasogea eneo la mwisho, anapofika kule anapiga pasi ya akili, inazalisha asisti au bao, umeelewa? Kumbuka msimu ambao ana anatoka Dolphin Noise kwenda katika kikosi cha haofa, yeye ndo alikuwa kinara wa asisti. Maanake tayari ana uwezo wa kutoa asisti nyingi, lakini kama ameweza kutoa asisti nane katika msimu mbovu zaidi, uh, misimu miwili mibovu zaidi ya haofa na misimu ambayo haofa walikuwa wanapitia changamoto nyingi sana za kifedha, na alikuwa anapoa sana sifa na kocha Slavko Matic. E, alimsifia sana Slavko Matic huyu jamaa katika debut yake tu, kwa sababu alikaa, maana yake alivyosajiliwa msimu wa 2022 2023 alikaa mwanzoni mwa msimu wa mzunguko wa kwanza wa msimu wa kucheza mechi hata moja, ndo ni kulikuwa kuna hizo tetesi, sijui hajalipwa, sijui nini, lakini yeye alikuja kuzikana. Lakini baada ya kuja kupoa debut yake Februari 2 mwaka 2023, alionyesha performances bora sana Menila katika mchezo wake dhidi ya ilikuwa nafikiri, ni katika dhidi ya uh, King Faisal. Of course ilikuwa dhidi ya King Faisal, alionyesha performance nzuri, na ile ile mechi ilitosha yeye kuweza ku, kuaminiwa sasa katika mechi zinazo- zinazofuatia. Na alivyokuja kukosekana katika mechi yake ya tatu baada ya kufanya debut yake e, mashabiki walihoji sana kwa nini hakucheza, au ndo zile tetesi za kusema kwamba ajalipwa aja ni za kweli, na vitu kama watu, wakaanza kufura yani, maana baada ya kufanya debut yake, mechi ya pili alicheza, mechi ya tatu ikawadhiria dreams ya kuonekana uwanjani, watu wakapiga kelele, baadaye yeye ndo akaja akatoka akasema nilikuwa naumwa. Umeelewa kwa jinsi alivyoonyesha ile performance. Bora Linda Mtange, uliza watu wanaofuatilia Ghana Premier League, atakwambia balaa alikuwa analionyesha. Na sasa hivi kaulizie mchezaji wa, na gani ambaye kwenye eneo la kiungo ambaye ameonyesha kiwango kikubwa kwenye line foot kuzidi huyu Linda Mtangi. Kwa hiyo, Simba Sports Club, kama wataiona hii clip upesi sana wasijifikirie mara mbili mara tatu, kwa sababu of course mchezaji mzuri kama huyu huwezi ukawa umemtaga, yani umemuona wewe peke yako as long as mimi nimemuona, maanake kuna ma agent, ma scouts ma, ma wadau wa soka wakubwa barani Afrika na wengine mbalimbali, na wengine pale, pale pale pia Kongo kuna timu ambazo zipo ni kubwa, kuna Mazembe kuna Vita Club na zinginezo ambazo pia watakuwa wamemuona vile vile. Kwa hiyo naamini hii inaenda moja kwa moja kwa viongozi wa Simba mm, kwamba huyu mchezaji wasijifikirie mara mbili sio, unaelewa, wasijifikirie mara mbili mm. Baada ya kuona huu ujumbe waende moja kwa moja wakamsajili. In case watashindwa kumsajili basi fresh, wachezaji wapo chungu mzima Afrika mm, lakini tu asiwe mwenye kiwango kidogo au kiwango duni kuzidi huyu ambao nimemrecommend hapo, sasa itakuwa kuna shida, unaelewa. Heavyweight ametupa yeah. Uh, Linda Mtange mchezaji huyo ambaye kwa msimu wa 24, 25 kwa mara yake ya kwanza, ameisaidia timu yake kutoa ubingwa. Tuambie wewe hapo chini maoni yako ni yapi katika ile ambalo amelizungumza mtaalamu Heavyweight_dullah, mtafute hivyo kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Asalamu alaykum.